Okay, sasa guys mambo vipi? Uh, mimi ni Mr. Brain and today nakwenda kuzungumza kusiana game kati ya Young African dhidi ya Silver Strikers ambayo inakwenda kupigwa hapo kesho. E bwana, tukumbuke Young Africans imetoka kupoteza, iko nyuma kwa goli moja kwa sifuri na ipo katika mechi ya kutetea uhai wao kuelekea katika makundi, hatua ya makundi, uh, kwamba inahitaji kupata ushindi wa magoli Eh, mawili ili iweze kuongoza kwa aggregate iweze kuwa na magoli mawili eh, kwa moja, lakini kama watapata ushindi wa goli moja tu basi wanaweza karekea kwenye matuta sasa. Uh, wachezaji wapo kwenye high moral, lakini vile, -vile tunaona uh, coach uh, ambaye amekabidhiwa kijiti hichi baada ya kuondoka kwa coach Romain Falls, uh, vile vile yupo katika high moral, ameendelea kuwa train wachezaji wake lakini vilevile -vile, Uh, management ya Young Africans chini ya uongozi wa engineer Hesaid, rais wa Dar es Salaam Young Africans, ameendelea kufanya vizuri kuhakikisha kwamba wachezaji wanakuwa katika mazingira mazuri na maandalizi yanakuwa mazuri kuelekea katika michezo mbalimbali ikiwemo hususan mchezo huu ambao wanakwenda kupigwa siku ya kesho. So, mimi, Uh, niendelee tu vilevile vile kusema kwamba still wa Tanzania tuna imani na klabu ya Yanga Africans, lakini vilevile mashabiki na wapenzi wa Dar es Salaam Young Africans wameendelea kuipa imani timu yao uh, baada hasa hasa baada ya kusikia kwamba uh, uongozi wa Young Africans umetangaza kwamba kuingia itakuwa kiingilio ni bure, hivyo mashabiki na wapenzi